Karibu sana kwenye Safari ya Imani. Leo tutaenda kujifunza kwa kina kuhusu jina la Mungu, Jehovah Rapha, Bwana mponyaji wetu. Endelea kutazama hadi mwisho, kwa maana kuna maombi maalum yataobeba uponyaji wako. Usisahau kusubscribe kwa mafundisho zaidi ya kiroho. Tuombe. Bwana Mungu wetu, tunakuomba utufunulie kupitia neno lako leo tunaomba tuone uso wako kama Yehova Rafa, Bwana aponyaye. Fungua mioyo yetu sasa, kwa jina la Yesu, amen. Leo tutakuwa tunasoma kitabu cha Bibilia Kutoka 15 mstari wa 22 mpaka wa 27. Unasema, kisha Musa akaongoza Waisraeli kutoka bahari ya Shamu wakaingia jangwani la Shuri. Kwa siku tatu walitembea jangwani bila kupata maji. Walipofika Mara hawakuweza kunywa yale maji kwa sababu yalikuwa machungu. Ndiyo maana mahali pale pakaitwa Mara. Watu wakamlalamikia Musa wakisema, tunywe nini? Musa akamlilia Bwana. Naye Bwana akamwonyesha kipande cha mti akakitupa ndani ya maji na maji yakawa matamu. Hapo Bwana akawapa amri na maagizo, akawajaribu akisema, kama mtasikiliza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wenu na kufanya yaliyo sawa machoni pake, mkisikiliza amri zake na kuyashika maagizo yake yote, sitawaletea magonjwa niliyowaletea Wamisri kwa kuwa mimi ni Bwana nikuponyaye. Kisha wakafika Elimu palipokuwa na chemchem chem kumi na mbili na mitende sabini, wakapiga kambi karibu na maji. Hapa wapendwa, tumejifunza mambo kuu sita. La kwanza ni maana ya Jehovah Rapha. Neno Rapha kwa Kiebrania linamaanisha kuponya kufanya mzima, kutengeneza, kurejesha afya. Kwa hiyo jina Jehova Rafa linamaanisha Bwana aponyaye. Mungu anajifunua hapa kama mpaji wa afya, wa mwili, wa roho na wa maisha yetu yote. Hii siyo tu kuponywa kwa magonjwa, bali kuponywa kwa majeraha ya moyo, kuvunjika kwa maisha na uponyaji wa dhambi. Mifano mengine ya Jehovah Rapha katika Biblia ni Zaburi ya mia moja na tatu mstari wa pili mpaka wa tatu msimsahau afanyaye mambo yote mema, akuponyaye magonjwa yako yote. Na pia kwenye Yeremia thelathini mstari wa kumi na saba unasema, maana nitakurudishia afya yako, nami nitakuponya jeraha zako asema Bwana. Katika Kutoka kumi na tano Mungu alibadilisha maji machungu kuwa matamu, ishara ya jinsi anavyoweza kubadilisha mambo machungu katika maisha yetu kuwa uzima na furaha. Somo la pili tumejifunza hapa ni safari ya imani, mara hadi Elimu. Baada ya kuokolewa kwa miujiza baharini sasa wanaingia jangwani bila maji. Mara nyingi hata baada ya ushindi mkubwa, maisha huleta changamoto mpya: ukame, shida, changamoto za kiroho. Lakini hata pale ambapo maji ya maisha ni machungu, mungu yuko. Tumejifunza nini hapa? Maisha huja na changamoto, lakini uwepo wa Mungu ni baraka ya kila siku. Fundisho la tatu ambalo tunajifunza ni kutoka malalamiko hadi maombi. Waisraeli walilalamika kwa hofu, lakini Musa alichagua kulia kwa Mungu. Katika safari ya maisha, tofauti kati ya kuangamia na kupata msaada iko katika uchaguzi wetu. Kulalamika kwa mwanadamu, au kumwendea Mungu kwa maombi. Funzo badala ya kuachilia manung'uniko, chagua kuinua sauti yako kwa Yehova Rafa. Yeye husikia na huponya. Jambo la nne ambayo tunajifunza leo, mti wa uponyaji, kivuli cha msalaba. Mungu alimwonyesha Musa kipande cha mti, na alipokitupa ndani ya maji, maji yale machungu yakafanyika matamu. Mti huo ni kivuli cha msalaba wa Yesu Kristo, mahali ambapo uchungu wa maisha hubadilisha kuwa uzima. Funzo: msalaba wa Yesu bado una nguvu ya kubadilisha machungu kuwa rehema na kuponya roho zilizojeruhiwa. Funzo la tano ni utii unaoleta uponyaji. Mungu akaweka agano, akasema kama mtasikiliza kwa kutii uponyaji wa Jehovah Rapha hauji tu kwa kuomba, bali kwa maisha ya utii, kusikiliza sauti yake na kutembea katika njia zake. Funzo: utii kwa Mungu ni daraja la kupokea afya ya roho, mwili na baraka zisizozuilika. Funzo la sita ni Elimu, mahali pa rehema na uhuisho baada ya uchungu wa Mara, Mungu aliongoza Wanaisraeli hadi Elimu, mahali palipojaa chemchemu kumi na mbili na mitende sabini, ishara ya burudiko, uhai mpya na pumziko baada ya mateso. Ahadi ya Mungu ni hii: baada ya majaribu kuna sehemu ya utulivu, neema na uhuisho alivyoandaa kwa ajili yako, mpendwa. Usiangamie moyo ukiwa Mara, Elimu yako iko njiani. Hembu fikiria kwa dakika moja, ni eneo gani la maisha yako leo linahitaji kuguswa na mkono wa Yehova Rafa? Ni mwili wako, moyo wako uliovunjika, au ndoto zako ulizozika kwa sababu ya maumivu? Umeshawahi kujikuta kwenye maji ya Mara, mahali palipojaa machungu, kuchanganyikiwa na kukosa tumaini. Ulikuwa nani wakati huo? Ulijifunza nini kutoka kwenye bonde lile? Na je, unajua kuwa msalaba wa Yesu haukufa na historia? leo hii hapo ulipo, una nguvu ya kutakasa kuponya na kuleta uhai mpya. Niambie kwenye comment sehemu ipi ya maisha yako inahitaji mguso wa Yesu leo. Na usisahau, kuna mtu mwingine anahitaji kusikia haya. Shiriki video hii sasa. Tuombe. Baba wa rehema, Yehova Rapha, tunakushukuru kwa kuwa wewe ni Bwana aponyaye. Tunakuomba utugeuze kutoka maji machungu ya maumivu kuwa maji matamu ya furaha. Tunapopitia jangwani la maisha, tusaidie kuendelea kukuamini, tupe mioyo ya utii na tuchote kutoka katika chemchemu za uzima. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini amin. Asante kwa kutazama mafundisho haya, kama umebarikiwa Tafadhali subscribe kwenye chaneli yangu ya YouTube kwa mafundisho zaidi ya Biblia. Bofya link kwenye bio yangu ili kufikia mafundisho mengine ya kiroho, na usisahau kunifollow pia kwenye Instagram kwa jina la Safari ya Imani. Shiriki video hii na rafiki yako mmoja leo, unaweza kubadilisha maisha yake. Mungu akubariki sana, safari yako ya imani ijae afya, uponyaji na uzima wa Kristo Yesu Amen.